Kama okama ifuatavyo. Uh, fedha za udhamini sponsorship kwa mwaka 2024 20, 2025/26 tumepanga kukusanya shilingi bilioni 8 milioni 997 laki 5 na 57454. TV rights tumepanga kukusanya shilingi bilioni 4 milioni 31 laki 8 na 2285. Pea zawadi prize money tumepanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni moja milioni ishirini na tisa. Get collection tumepanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni moja milioni mia sita sabini. Mapato mengine tumepanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni tatu milioni mia moja thelathini na saba. Na msaada au msaada kutoka mwekezaji moo ameweza kutoa kiasi cha shilingi bilioni sita milioni mia sapoti kutoka kwa Moo kwa msimu wa 2025/26 amepanga kutoa kiasi cha shilingi bilioni 6 milioni 204 laki 847 747, na pesa hizi tayari amekwisha kutoa kwa msimu wa 2025/26 na ambazo ndo zimelenga kutumika kwenye pesa za usajili msimu huo na, na tayari fedha hizi ameshaweka kwenye akaunti ya Simba Sports Club na ishaanza kutumika kwa ajili ya usajili wa wachezaji na kurudia, naomba kurudia, kwa msimu wa 2025 26 Mode amepanga kutoa kiasi cha shilingi bilioni 6 milioni 204 laki 847 747. Na pesa hizi tayari zimeshalipwa katika akaunti ya Simba Sports Club na tayari zimesajili wachezaji wa msimu 2025. Jumla ya mapato yote kwa mwaka 2025 26, Simba Sports Club imepanga kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 29 milioni 550 laki 2 na elfu 7 74 ikiwa ni ongezeko la asilimia 13.5 ukilinganisha na bajeti ya 2024/2025. Ma... imepanga kutumia kiasi cha shilingi bilioni sita milioni mia tatu na themanini laki mbili na sitini na nane katika pesa za mishahara na bonus. Klabu ya Simba imepanga kulipa kiasi cha shilingi bilioni saba milioni mia sita sitini na sita kumi na nne na mia nne. Bonus au hamasa kwa wachezaji katika msimu wa elfu mbili na ishirini na tano ishirini na sita uh, mashindano ya kimataifa pamoja na mashindano ya ndani, Simba imepanga kulipa kiasi cha shilingi bilioni mbili milioni mia nane na arobaini kodi katika kambi za wachezaji pamoja na tumepanga kulipa kiasi cha shilingi milioni mia saba sabini na moja laki nne hamsini na saba mia tisa na ishirini. Leseni pamoja na vibali mbalimbali vya mba, wachezaji mba, mba, mba, klabu ya Simba imepanga kulipa kiasi cha shilingi milioni mia nne ishirini na moja laki nane na elfu tisini. kambi kwa ajili ya timu eh, timu kubwa ambayo ni senior team tumepanga kutumia kiasi cha shilingi milioni 244 laki 9 na elfu 23. Kambi kwa ajili ya uh, timu ya senior team, kambi ya nje, kwa maana ya safari za mechi za kimataifa, tumepanga kutumia kiasi cha shilingi bilioni 1 milioni 360, hii ikijumuisha usafiri wa ndege pamoja na hoteli za